Mamlaka za hifadhi za taifa Tanzania TANAPA kanda ya magharibi leo tarehe 27 mwezi Januari 2026 wamepanda takribani miche ya miti elfu saba katika kanda hii, lengo ikiwa ni kumuunga mkono Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan katika siku yake ya kuzaliwa. Katika zoezi la upandaji wa miti makao makuu ya kanda hiyo iliyopo wilayani Bunda mkoani Mara, mhifadhi mkuu David Kadomo amesema lengo la upandaji wa miti hii ni kumuunga mkono rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, lakini pia kushiriki katika utunzaji wa mazingira. Naye mgeni rasmi katika zoezi hilo, katibu tawala wilaya ya Bunda Salumu Alfani Mtelela, amesema hapa pamoja na mambo mengine ya kuhifadhi mazingira na kumuunga mkono rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania katika siku yake ya kuzaliwa, lakini pia ametoa wito kwa wananchi kuhakikisha wanatunza mazingira na kupanda miti na kuepuka kukata miti ovyo ikiwemo katika shughuli za kijamii ikiwemo kukata mkaa pamoja na kuni. Yangu ni afisa uhifadhi mkuu David Kadomo e, kwa niaba ya mkuu wa kanda ya Magharibi TANAPA. E, leo tumeungana na Watanzania wengine nchini pote e, kuadhimisha siku ya kuzaliwa kwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kupanda miti na zoezi hili la upandaji wa miti limefanyika katika hifadhi zote za eh, kanda ya magharibi eh, ikiwa ni kuunga mkono juhudi za Mheshimiwa Rais za uhifadhi ambapo naye ameadhimisha kwa kuweza kupanda miti na eh, Mheshimiwa Rais wetu amekuwa mfano mzuri wa uhifadhi na utalii kwa shughuli anazozifanya. Shughuli anazozifanya zimekuwa zikileta matumaini na ma na matokeo makubwa sana katika utalii katika nchi yetu ya Tanzania na uhifadhi kwa ujumla. E, upandaji wa miti ni zoezi ambalo limekuwa likifanyika karibia kila mwaka katika katika nchi yetu na hasa katika hifadhi zetu za taifa Tanzania, kupitia kitengo cha mahusiano ya jamii, tumekuwa tukishiriki katika upandaji wa miti katika maeneo mengi yanayopakana na hifadhi zetu za taifa Tanzania. Na zoezi leo la upandaji wa miti limefanyika katika hifadhi zote zilizoko katika kanda ya magharibi ambapo zaidi ya miti elfu saba katika hifadhi zote tisa za kanda ya magharibi. E, tunashirikiana na wananchi tunashirikiana na wananchi kupitia kwanza kutoa elimu ya uhifadhi na kuwafundisha wananchi kwamba upandaji wa miti e, ni zoezi ambalo linatakiwa liwe endelevu kwa sababu miti inatupatia faida nyingi sana za kimazingira ikiwemo mvua, ikiwemo pia kupata mahitaji mengine kama mbao au mahitaji mengine kama matunda. Kwa hiyo miti inakuwa na faida kubwa sana mtambuka sio tu kwa uhifadhi peke yake, lakini pia hata kwa faida zetu za kila siku. Kwa hiyo ni zoezi ambalo tumekuwa tukihamasisha wananchi wanaopakana na hifadhi zetu kupanda miti, lakini pia tumekuwa tukishiriki pia kuweza kuwezesha upatikanaji wa miti ikiwemo na kuandaa vitalu na na elimu pia ya upandaji wa miti. Na hii imekuwa ikitolewa kwa watu wazima, lakini pia kwenye mashule yanayopakana na hifadhi zetu za taifa Tanzania. Pamoja kupanda ni hatua moja, lakini kufuatiliaji pia ni hatua nyingine kwa maana ya kwamba kuendelea kumwagilia maji, kuendelea kuhakikisha kwamba tunailinda isiliwe na mifugo. Ndizo zote pia linafanyika, na tunahamasisha pia wananchi kuzingatia kitu cha namna hiyo. Hata sisi pia hapa katika eneo letu hili tumeweza kupanda miti, na tumeweka tumeweka utaratibu kwamba miti hii tutakuwa tunaifuatilia kuhakikisha kwamba sasa iliyopandwa inakuwa na kufikia katika kipindi kikubwa kabisa kwa ajili ya matumizi. Wito wangu kwa wananchi ni kuendelea kuhifadhi mazingira yetu, unapokuwa unakata miti kumbuke pia kupanda miti, kwa maana ya kwamba miti ni uhai. Miti itatusaidia katika mahitaji mbalimbali. Kwa hiyo wito wangu kwa wananchi ni kuendelea kufanya zoezi la upandaji wa miti kuwa zoezi endelevu, kwa sababu ni miti ambayo inatusaidia kuweza kuishi kwa mahitaji mbalimbali ya binadamu na hata kwa jumbe wengine. Naitwa Salumu Halfani Mtelela, ni katibu tawala wilaya ya Bunda ama DAS. Niko hapa kumwakilisha Mheshimiwa Sege Enoki Kaminyoge, mkuu wa Segue, Minyoge, wilaya ya Bunda kwenye shughuli kubwa hii ya uhifadhi wa mazingira kwa maana ya kupanda miti kama sehemu ya maadhimisho ya miaka sitini na sita ya Mheshimiwa Dkt Samia Suluhu Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. E, kama tunavyofahamu sote alizaliwa tarehe ishirini na saba Januari mwaka 1960 maana yake leo anatimiza miaka sitini na sita, na Mheshimiwa Rais alishasema kwamba katika kusherekea E, miaka yake hii sitini na sita ya kuzaliwa atakuwa na mtindo tofauti, mtindo ulio bora kabisa, e, mtindo wa kuhifadhi mazingira e, kwa maana ya kupanda miti kwa na sisi kama serikali katika wilaya ya Bunda kupitia shirika letu la hifadhi za uh, taifa kwa maana ya TANAPA kanda ya Magharibi, kanda ambayo ina hifadhi tisa, tumeamua kumuunga mkono Mheshimiwa Rais eh, kwa kupanda na sisi miti kama sehemu ya uhifadhi wa mazingira. Kwa maana ya TANAPA kanda ya magharibi yenye hifadhi tisa kama alivyosema muhifadhi Kadomo, eh, tumepanda miti zaidi izo ya elfu saba katika hizo hifadhi tisa, na tunahitimisha zoezi hilo hapa makao makuu ya kanda wilayani Bunda, na mimi niko hapa kuiwakilisha serikali serikali katika wilaya ya Bunda. Nachukua fursa hii kwa niaba ya serikali katika wilaya ya Bunda kwa si wananchi kuendeleza utamaduni wa kupanda miti. Tukio hili zuri ambalo limefanyika maeneo tofauti ya wilaya yetu, maeneo tofauti ya mkoa wetu, lakini maeneo tofauti ya nchi yetu lisiishie tu leo, liwe ni endelevu, hata kwa Tanapa vile vile na wasi, na watu wengine, kwa maana ya kwamba zoezi la upandaji miti upandji eh, lisiishie leo, liwe endelevu kwa lengo la kuhifadhi mazingira. Chukue fursa hii kwa si sana wananchi, katika hasusa ni katika wilaya ya Bunda ambao sisi tupo kuhakikisha kama wanatuza mazingira na wajiepushe na tabia kukata miti kwa sababu zozote zile. Nichukue fursa hii kwa mara nyingine tena kuendelea kuwapongeza wenzetu wa TANAPA kwa uamuzi mzuri waliofanya eh, wa kusherehekea siku hii ya kuzaliwa kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa maana ya kupanda miti. Lakini vilevile niwapongeze wenzetu wa TFS wamekuwa eh, na jitihada za muda mrefu katika wilaya yetu na kuhakikisha kama mazingira yanakuwa bora na wanahamasisha wananchi kupanda miti. Lakini vilevile wamekuwa eh, mara kwa mara wakizuia E, ukataji wa miti na uchomaji wa mkaa.